kianza katika risala hii mpya ahkamu ashri lilhijja wa ayami tashriq, hukumu ambazo zenye kufungamana na makumi makumi ya mwanzo katika mfungo tatu wa ayami tashriq na masiku ya kukausha nyama. Kwa hiyo ndio mambo ambayo atukuelezea kutokana na mnasaba huu wa kuingia mwezi wa Dhulqaada fungu mfungo pili ambao leo ikiwa ni mwezi tatu au tarehe tatu katika mwezi wa Dhulqaada mwaka 1446 Hijria. Kwa hiyo tutaanza rasmi risala hii inshaa ta allahu taala ambayo jamaa huwa aadahu

Imeleweka. jamu ya mosi, maana yake ni season, ni kitu ambacho kinakuja pengine kwa mwaka mara moja, kadhalika na kuwaeneemesha juu yao, wal ayyamil fadila, na siku tukufu Allah amejalia, kuna baadhi ya siku ni tukufu kwa waja wake. Kwa nini kufanya hivyo? litakuwa na maghnaman litaina, ili iwe kwa ajili, ni maghnama ni ngawira ni ngawira litaina kwa wale wenye kumtia Allah subhanahu wa taala. Allah ameajalia ngawira waja wake waumini, sababu kwa sababu uislamu siku zote mwanadamu ni mwingi wa kumkosea Allah subhanahu wa taala. Allah akajalia hizi mawasim season, misimu ya kheri kwa ajili ya mtu arudi kwa mula wake mlezi. wa maidanan kadhalika, Allah akaajalia ni maidani. Maidani ni uwanja Manake ni uwanja litanafasi lmutanafisi kwa ajili ya kushindana wale wenye kushindana, Allah akajalia uwanja wa wenye kushindana kwa wale wenye kushindana katika siku hizo za siku tukufu na siazan au misimu mitukufu, kisha akasema wa min, min, min hadhihi lmawasim, na miongoni mwa misimu hii, ashru dhilhijati, ni hii masiku kumi ya mfungo tatu ambayo mbele yetu inshallah, baada ya mwezi na mwezi ushaingia, ni baada ya masiku kadhaa. Kwa hiyo na haya masiku kumi ya mfungo tatu, wa ayam tashriq, na zile siku za kukausha nyama baada ile siku ya id, yaumu nahar, na zile siku tatu zinazofuata, sawa ihda ashar, wa thani ashar, wa thalitha ashar, saa mwezi kumi na moja, mwezi kumi na mbili na mwezi kumi na tatu Kwa hiyo hizi ni siku tukufu sana. Haya, na siku 10 na hizi siku tatu baada yake, ndio akasema waayami tashriqi, baada na siku hizi za kuosha nyama baada yake Haithu ana hadhihi al-ayam, namna ambayo imekuwa kwa hakika siku hizi, kanat mahala, imekuwa ni sehemu ummahatil ibadati, ni sehemu ya ummahatil ibada, ni ummahatil ibada -ibad, yani mama za ibada zote zinakusanyika katika hizi siku kumi sawa. So, ana hizi siku kumi na hizi tatu baada yake mama zote za ibada zile ibada mama, ibada zote ziko katika masiku haya kumi na hizi siku tatu baada yake. Mina salati katika swala wa wasiyam na funga zinapatikana, wassadaqati na sadaqa zinapatikana humu, wal haji pia hija inapatikana humu, waludhhiyati na udhhia kuchinja inapatikana humu, wa takbir kadhalika takbir inapatikana humu

ni ile kuamirisha, maana yake ajipinde, azitekeleze ibada hizi kwa kuimarisha hizi siku. Bianwaai lqurubat, kwa aina tofauti tofauti za ibada, ndo al qurbat, aina tofauti tofauti za ibada. Wa alayhi, na ni juu yake yataallama, kujifunza alahkama lshariyata, hukmu za kisheria almutaaliqata biha, zenye kufungamana na hizo masiku kumi na hizo siku tatu baada yake liyuhsina ndo sahihi liyuhsina istighlalaha, ili kwa ajili afanye vizuri, afanye vizuri katika kuzitumia. Istighlala maana kuzitumia fursa ya siku hizo kama yambaghi, kama inavo takikana. wa ahammu masaili albahthi ma yali huwa ni utangulizi bado, wa ahammu masaili albahthi na katika masala muhimu zaidi ya risaci ya upekuzi ya risalahi, yani, risala hii maayani ni kama anayofuata. Kwa hii risala imedili zaidi na kuhusiana zaidi na mambo kama anaofuata. Kwanza ataelezea katika risala hii fadlu ashri Dhul Hijjah, utukufu na ubora wa masiku kumi ya mfungo tatu. Hiyo ni ni nini? Nasema ni peji ya kwanza au ni topic ya kwanza ya pili, ma yajtanibuhu fi lashri man arada al-udhiya, yale mambo ambayo anayojiepusha nayo mtu Muislamu pindi anapotaka kuchinja katika siku kumi hizi, kuna vitu atakayojiepusha. Ataelezea mtu gani? Kwa yule ambaye anataka kuchinja mnyama wake kadhalika jambo la tatu alaamalu wal ta'at, amali matendo na mambo ya taa, fil ashri, yanayopatikana katika kumi. Wa minha, na miongoni mwa hizo taa na matendo, alhaju wal udhiya, ni hija na mambo ya kuchinja. Jambo la nne fadlu yaumi arafata, ubora na utukufu wa siku ya Arafa waltakbiri fihi kadhalika no na utukufu no na ubora wa kuleta takbiri katika siku hiyo ya Arafa. Jambo la tano, fadhlu yawmi nahar, ubora na utukufu wa siku ya kuchinja, wa ahkamihi, na hukumu zake, hukumu zake. Jambo la sita, fadhlu ayami tashriq, ubora na siku za kukausha nyama, wa adabihi, na adabu zake na ataelezea moja baada ya nyingine. Ya kwanza, awalan, ya kwanza, fadlu ashri Dhul Hijjah, ubora na utukufu wa masiku kumi ya mfungo tatu. Anasema ashikh hafidhah Allah taala, inna Allah azza wa jalla, hakika ya Allah, hali ya kuwa ni mtukufu na hali ya kuwa ni mshindi, au hali ya kuwa ni mshindi na mtukufu

Akaifadhilisha Allah akaifadhilisha ala baadhi, akafadhilisha miezi na michana na hizi usiku misiku kwa baadhi ya michana mingine na miezi mingine na misiku mingine, kama Allah anasema, wa rabbuka yakhluqu ma yashau wa yakhta, Allah na mola wako mlezi anaumba kile anachokitaka na anachagua anachokitaka Allah. Akafadhilisha baadhi ya miezi kuliko miezi mingine, kama sisi sasa hivi tuko katika Dhulqaada. Dhulqaada katika miezi mitakatifu ambayo mtu akifanya ibada alipo maradufu kuliko miezi iliyopita, na mtu akifanya madhambi katika miezi hii ambayo tuko nayo ndani yake madhambi yake yanakuwa ni a'dham kama anavyosema al-mufassirun. Kwayo saizi tuko katika mwezi mtukufu wa Dhulqaada, watakiwa watu wajipinde katika ibada, aina tofauti tofauti za ibada. Kadhalika watu wachunge kumwasi Allah subhanahu Taala katika miezi hii mitakatifu, kwa sababu hata katika enzi za jahiliya Maquraishi ambao ilikuwa kabla ya Uislamu wengine ni makafiri sawa, kabla ya Uislamu kufaru Quraishi ilikuwa wanaiadhimisha miezi hii mitakatifu, seuzi wewe mwislamu. Anasema Allah amefadhilisha hivyo, liyakuna dhalika auna lilmuslimin. Allah amefadhilisha hivyo kwa ajili liwe jambo hilo auna lilmuslimin

zile annashat maana yake ni uchangamfu, kwa ule uchangamfu, kwa sababu mwanadamu zote lazima ipate malal uchovu, sawa, kuturu ne uchovu na kuchoka kasani na uvivu lazima mpate muislamu. Kwa hiyo lazima Allah akajalia haya masiku, ili mtu awe na uchangamfu katika kufanya ibada liyaadhuma ajruhu kwa ajili ujira wake kubwa wayahudha binasibin wafiri na ili apate binasibin wafiri, apate fungu kubwa. Nasib ni fungu, apate fungu wafiri kubwa la thawabu, thawabu katika thawabu. Kwa Allah kajalia haya masiku matukufu kwa ajili sisi tufanye ibada, mtu ajitumie mathawabu mingi mingi. Lakini utakuta watu hawana habari sana katika hii miezi mitakatifu, mtu anafanya maasi, mtu afanye ibada yoyote

ma min ayami hakuna masiku yoyote yale. al-amal as-salih fihinna, matendo mema katika masiku hayo ahabu ila Allah, yanapendezesha zaidi kwa Allah subhanahu wa taala minhu, kuliko fi hadhihi al-ayami al-ashr, kuliko mtu kufanya ibada katika masiku haya kumi. Kwa hiyo hakuna masiku yoyote ambayo matendo mema katika masiku hayo yanapendezesha zaidi kwa Allah katika kufanya ibada kuliko masiku haya kumi ya mfuku wa tatu ambayo yako mbele yetu. qalu wakasema masahaba wala aljihadu fi sabili llah ya rasul allah, hata hupigana jihadi katika njia ya Allah kutoka kwa jihad, haivi bora kuliko kufanya masiku kufanya mema katika masiku haya kumi? qala akasema mtume sallallahu alayhi wasallam

kisha wala walamarji, hakikurudi hakikurejea, walaarji, hakuna chochote kilichorejea, min dhalika, katika hivyo, bi shay chochote. Maana yake mwenyewe amefariki, ameuawa katika vita, katika jihad fi sabilillah, kadhalika mali yake yote ikapotea katika njia ya Allah, kwa mali ikapotea katika njia ya Allah na yakafanya nini, akauawa. Huyu tu ndio atafanya nini? Atakuwa mbora lakini ukitoa huyo mtu akaenda jihadi kwa nafsi yake na akatoa mali yake, kisha akarudi. Sawa, basi huyu hawezi kuwa bora. Ili awe bora, afe kule kule jihadi, kadhalika kufanya nini, mali yake teketee kule. Huyu ndo ambaye aweza kuwa bora, atakuwa bora kwa yule, watakuwa sawasawa na yule ambaye atakayefanya matendo katika nini, masiku kumi ya mfungo tatu. Na tukisema masiku kumi ya mfungo tatu, tutakusudia nini? Ile michana yake Sawa so, ni ile ayyam michana michana ni, ni bora kwa maana, ndomaana ahlil ilmi, wingi kathiru min almufassirin, wingi katika wanachuoni wa tafsiri wanasema kuwa michana ile ya mfungo tatu ni bora zaidi kuliko nini? Kuliko michana ya Ramadhan katika ibada, ile michana ya kundi la mwisho la la Ramadhan, lakini ni siku ya kundi la mwisho la Ramadhan ni bora zaidi kuliko nini? Ni siku ya mfungo tatu. Jambo liko likwenu, anasema kwa hiyo. Hadithi ikafikia hapo, kisha akasema ma min amali, katika hadithi nyingine, katika riwaya nyingine, hakuna matendo yoyote azka, ni bora zaidi, ni matakaso zaidi, matendo hayo ni takasifu zaidi, ni bora zaidi inda llahi azza wajalla, mbele ya Allah azza wajalla, wala a'zama ajran wala, ambayo yana ambayo hakuna matendo yote ambayo ni bora zaidi mbele ya Allah wala ni matukufu zaidi mbele ya Allah, min khairin, kuliko kheri ambayo yamaluhu, anoifanya mja muislamu fi ashri adha, katika makumi ya mfungo tatu. Hakuna kheri yoyote na mema yoyote ambayo ni bora zaidi mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala, ambayo anayafanya matendo hayo kuliko ile kheri ambayo wanaifanya katika masiku ya adha, masiku yale kumi ya mfungo tatu wa hadha dalilu, na hii ni dalili ala fadli ayami ahri dhilhija, kunako na utukufu wa masiku kumi ya mfungo tatu ala ghayriha kuliko masiku mengine ya siku wa mfungo tatu, min ayami sanati katika masiku ya mwaka mzima. Sijui unaelewa hakuna masiku michana yoyote tokea dunia yungwe kama michana bora kama hii ya mfungo tatu, ambayo watu wengi tumezembea na tumelala. Eleeka lianna Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam

masiku kumi yakiingia tu takbiri muda wote masokoni, wapi wapi wapi. Kwa hizi ndio anazokusudia. Kisha kuna takbiri muqayyad ambazo zinaanza katika siku ya Arafa baada fajir, pale ndio muqayyad. Takuja kuona ukombelenicho wa mimma yadullu ala fadliha, na katika mambo ambayo yenye kujulisha juu ya ukufu wake na fadhila zake masiku hayo kumi aidan vile vile anna fiha kuwa hakika ndani ya masiku hayo kumi yauma arafata kuna siku ya Arafa, na hii katika haya masiku kumi hii ndio bora yao zaidi. Hakuna siku yoyote katika ulimwengu ambayo ni tukufu zaidi kama siku hii. Wa yauma nahar kadhalika, na siku ya kuchinja ambayo ni siku yake ya kumi yenye kufuata. Wafiha al-udhiya, na ndani yake katika masiku haya kuna udhiya ya kuchinja siku kumi kuna kuchinja ambao ni yaumul nahar na zile